ozo wa uongozi unaoendelea katika bunge la kaunti ya Nyamira unatazamiwa kuzorota zaidi baada ya karani aliyetimuliwa ofisini Daniel Orina kurejea na kudai kuwa karani halali wa bunge hilo. Akizungumza na wanahabari Jumatatu alipozuru makao makuu ya bunge hilo mjini Nyamira, Orina amesema amerejea kazini baada ya siku zake za kusimamishwa kazi kukamilika kisheria. Orina amesema makarani wengine wawili Duke Onyari na Silvanus Nyamora wanaozozania wadhifa huo wako ofisini kinyume cha sheria, kwani walipokezwa nyaraka za uajiri bila kukabidhiwa mamlaka ya kuhudumu kisheria. Orina amedai kurejea ofisini baada ya mazungumzo na wakubwa wa bunge hilo ambao hawakutaka kuwataja, miezi minane tangu kutimuliwa kwake. katika kuka kukaa ofisi yangu ama ni ofisi yangu Leo nimefuatilia ya kwa sababu najua sheria inasema kama suspension imeisha, we unaendelea kazi. Sasa mimi nirudi kwa ofisi leo, nikasalimia acting clerk bwana Onyali, na nikamwambia ajipanga aingie kwa ofisi yake nami niingie kwa ofisi yangu. Senator wa Vihiga ambaye pia ni naibu mwenyekiti